Kwenye maisha yako fanya kama hujawahi kuiona sura yangu, malaya mkubwa wewe. Tazame kwanza, Jimmy, nimekuja kukuonya. Naomba umkanye mdogo wako asiwe anamfatafata mdogo wangu, sitaki kutengeneza ubia na nyie. Mambo malaya malaya kwangu hamna. Mdogo wangu nimemlea katika maadili mazuri. <laughs> Hivi unajisikia unachokiongea wewe? Mama, unajielewa kweli? Hivi kati ya mdogo wangu mimi na mdogo wako wewe, nani malaya? Sasa sikiliza, nikwambie, mdogo wangu mimi namjua, yaani namjua vizuri jinsi alivyo. Sasa kama umalaya mnao wewe na mdogo wako, na upelekeni huko, sio hapa kwangu. Au na wewe umekuja kujiuza kwangu? Unasemaje wewe? Umekuja kujiuza kwangu mimi? Nimekuita hapa kuna kitu nataka kukijua kutoka kwako, kwa sababu jana kuna mdada kaja hapa amenitukana, yani amenitusi, na sio tu kunitusi, amesubutu hata kunipiga kwa ajili yako wewe. Niliumia sana. Ni kitu ambacho kinanipa utata kidogo. Hebu hebu hebu niambie wewe, una una, una una jambo gani na yule binti? Kaka kikweli, mimi sijakuelewa. Binti gani unamzungumzia? Wewe huyu binti anaitwa Shazi. <laughs> Kumbe Shazi. <laughs> Shazi Siam. Ah, Shazi. Mwanga, mambo. Ah, poa. Karibu kae hapa. Hivi we binti una shida gani? Nakuuliza we una shida gani? Unajifanya una mapepo eh? Sasa sisi tuna mashetani. Kama wewe una maruhani, sisi tuna majini tena. Angalia nisije nikakuchapa makofi sasa hivi. Wewe unamfatafata yeye na nini? ulio na nini? Mwanga mimi huyu najua, huyu ni jokala kibisa, na maanisha jogoo alipanda mtingi. Niambie wewe, nakusaidia nini? <laughs> Mi najua kama nayo matatizo lakini mimi namtaka hivyo hivyo. Mimi nampenda Mwanga na siwezi kuishi bila yeye e. We binti, inaonekana kwenu nyinyi ni washirikina. Sasa nisikilize, wewe ushirikina huo ni, ni, ni eh? Nyumbani kwenu huko, sio hapa kwangu. Tena naomba utoke. <laughs> Sahau mimi naondoka, lakini <laughs> kama ukijua mimi siwezi kumwacha Mwanga, siwezi kuacha na naye, nampenda sana. Aisewe binti, nisije nikakuchapa makofi. Naomba uondoke. Na wewe seka yeah? Kaka, wewe, tena kaa kimya haya yote kwa sababu ya wewe. Wewe binti, unamchelewesha binti watu, mambo yake ya kufanya nini? Unampa yule, una nini wewe? Kuna na ajabu yoyote hapo ulipo mdogo wangu, shida ya nini?

ya mapenzi. Sasa nime fall in love, sinojanja tena karibu yangu, mimi sina tena wakumsokeza wewe, We, vipi bono, umekuja na vilio umekuwa mwanamke wa Kihindi? Mwanga, dada. Mwanga, tena kafanyaje? Mimi nimetoka kwa kina Mwanga kuna Mwanga na kaka yake, kaka kama ni mfukuza na nimemtukana sana. Mimi mwenyewe nimeenda huko kwa kwao kuwatukana, kama kakutukana na mimi mwenyewe pia nimemtukana, kulia na kumtukana, kwani ndio mfanya hivyo? Sasa kama ndio mnaharibia, ndio nimewatukana. Wewe ukiangalia mahusiano tu yahitaji mdogo wangu, mahusiano gani haya? Haya sio mahusiano yaani, haya sio mahusiano kabisa. Huyu mwanga wako unayejishaua naye ni kama mafuta ukiatia kwenye maji yanatengana. Hakuna mahusiano ya hivyo, mdogo wangu. Hii! Wewe vipi, umekuwa zipe, zipe? Hausikii wala hauoni? Hebu acha upumbavu wako huo. Wewe na mwanga haitowezekana kwa kweli, mseme hivyo. Mi nampenda mwanga <coughs> nami siwezi kujibila mwanga. Kwanini umeenda sasa tafuta mwanaume ambaye ni sahihi kwako. Huyo mwanga wako unayemsema anakupotezea muda, mdogo wangu. Wa yule sio sahihi kwako, kwanza za mtani zinazosemekana jogo hapandi mtungi. Utaishije na mwanaume wa hivyo? Acha, sitaki ulichaguliwa. Mwanaume wangu naye ningia katika maisha yangu, dada Bandi mtungizi, hujui nini? Mimi nampenda hivyo hivyo, niachieni Mwanga wangu mwenye animilizikanae, na ukiendelea kumsumbua, mimi najiua.

Binadamu, sio malaika, ukosea. Ben, unatoka wapi huko? Nimetoka tu sokoni hapo mara moja kwenda kuangalia vya kupika mchana. Si unajua? Yaani kweli ni muda wake huo. Shazi, mimi najua umenikasirikia toka tokea pale nyumbani, najua una hasira na mimi sana, ila mimi nikwambia kitu kimoja. Mimi sikupenda tukio kutokea na nitumie fursa hii hii pia kuomba samahani kwenye familia yangu, nisamee mimi nisamee na kaka yangu kipenzi. Usijali, mbona nipo sawa. Maana nimekuja kugundua tatizo limeanza na dadaangu, kwamba yeye ndo alitoka nyumbani akampata Shimeji kwenda kumtukana pale nyumbani. Kwa hiyo usijali, mi niko poa kabisa, labda ndo maana Shimeji akawa na hasira na mimi akaongea maneno yote yale lakini mi niko poa, ingawaje nina vita nzito, maana pande zote mbili hayakubali kabisa ya mahusiano. Sijui kama nitaweza. Shazi kipenzi, mi najua kweli una vita ngumu, ila naamini ni mwanamke shupavu. Hii vita saizi yako unaweza kupambana nayo. Nashinda au tutashinda? nimekosea tu kuzungumza. <laughs> <laughs> basi naomba nirudie. <olie. laughs> Hii vita saizi yetu, tunaweza kuishinda. Mamangu, basi sawa, mi nikuacha niende, maana si unamjua dadangu, asije tena akaanza kupiga makelele yake. Huuni mwanamke wa pekee sana kwenye maisha yangu, nakupenda sana. <sighs> nakupenda pia. Mi naomba nikuache sasa.

Shazi, karibu. Naomba unipe Shazi, eh? Hmm? Hapa, mimi naomba unipe mzigo nilioagizwa na dada. Ndo kwanza umefika, ungetulia kidogo angalau nikuletee maji, juisi. Unaona ulikotoka jua kali. Tulia basi kidogo angalau upatepate upepo kidogo hivi. Hapa mimi sijafuata juisi wala maji. Naomba unipe mzigo nilioagizwa na dada. Unajua, we Shazi, ni mwanamke mzuri sana na hivi na, na, vitu sio vitu vyako hivi. Yaani kuna kodi fulani hivi ambazo ukizipiga wewe, ukizipiga kila unapopita mitaani kote, wanasema kweli huyu Shazi kapita. Alafu wewe ni mwanamke ambaye unafaa kukaa kwenye mjengo mzuri kama huu, so uswahilini kule. Shazi, nakupenda mimi. mimi nina mpenzi wangu na ninampenda sana na ndio mwanaume ambaye nipo tayari kuishi naye katika hali yoyote. Kwa hiyo naomba unisaidie mzigo ambao dada ameniagiza, ah. Shazi mwanaume atakuwa yule mwanaume gani yule? huwa unastahili kuwa na watu kama sisi, watu ambao tunajielewa sio, unaelewa? unaona kwao, e, e, e, e, e, e, ebu lifikirie kwa, kwa, kwa uzuri hili jambo sio, unaelewa?